Saashisha Mafuwe, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na ucheleweshwaji wa walimu wanaoomba kuhama pamoja na watumishi wengine, zoezi linachukua muda mrefu sana. Nakuta ameshakamilisha taratibu zote na anabaki kwenye kituo akiwa standby muda mrefu bila kupata majibu. Je, serikali ina mpango gani wa kuharakisha majibu ya uhamisho kwa watumishi wa umma? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru na Mheshimiwa Spika nikijibu swali la Mheshimiwa Mafuwe ni kweli tumeweka mfumo kupitia ESS kwamba kuna sehemu ya hii uhamisho ambapo walimu au watumishi wengine wanapaswa kuomba uhamisho kwenye mfumo. Kumekuwa tabia ya baadhi ya watumishi wakiomba wale masupervisor wao hawawapi kibali kwa haraka. Kwa unakuta ombi hilo linakaa kwenye ngazi ya supervisor kwa muda mrefu kiasi kwamba mtumishi anabaka na subiri kwa muda mrefu akidhani kwamba ni jambo lake limeshughulikiwa. Sasa, Ofisi ya Rais Utumishi, tumeweka utaratibu kwamba sasa mfumo ule tunabadilisha. Kama mtumishi ataomba kuhama, basi kama supervisor wake hatatoa au hatafanya action kwa muda husika, ombi lile litahama kwenda ngazi ya juu ili kuweza kufanyika mahamisho maana ngazi ya juu ifanye maamuzi ili hao watumishi wasicheleweshwe kusubiri uhamisho ambao unakwama katika ngazi za supervisors. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Meshima